Moja kati ya video ambazo sasa hivi zinatrendi huko mtandaoni ni video ya connection ya mtoto wa mchungaji, ambapo hapa kuna bidada bwana amekuja kutoa maelezo mazuri zaidi kiundani kuhusiana na sakata hilo. Basi bila kupotezea muda, nataka umsikilize alichokizungumza mwanadada huyu kuhusiana na ishu ya video za utupu, video za faragha za mtoto wa mchungaji ambazo zimevuja huko mitandaoni. Mwana hapa juu anaitwa Roseland Melon. Ni mtoto wa mchungaji, alikuwa na mahusiano na kijana mmoja kwa miaka mitano. Siku moja walikuwa wamekutana wakifanya mapenzi, wakaamua kujirekodi video za utupu. Baada ya hapo, ugomvi ukatokea kati yao, yeye na mpenzi wake. Mpenzi wake aliamua kuziposti zile video na kuzisambaza kwenye mitandao ya kijamii. Video hizo jamani zimesambaa na washauri pale ambapo mnakuwa mnafanya mapenzi, msirekodi video za utupu kwa sababu chochote kile kinaweza kutokea, aidha kwa bahati mbaya au maksudi. Mwenzio anaweza kaziposti zile video. Kumwona namna alivyoaibika, na saizi hana cha kujielezea kwa leo. Naishia hapo. <laughs> <laughs> Yeah, so huyu binti bwana, ndo hivyo alivyofanya, amekuja kuelezea, na of course kweli hizo video zime trend to the maximum na kwa mujibu wa habari ambazo tuko nazo ni kwamba hizi video tokea zilivyosambaa, huyu binti ukurasa wake wa TikTok, namzungumzia huyo binti Rose Beron ambaye ni, ni, ni mtoto wa mchungaji, ni kwamba amepata followers wengi sana. Umeona bwana eh? Eh, eh, amepata followers sio kawaida, ni watu wengi sana wameanza kumfuatilia. Kwa hiyo kwa, kwa namna moja au nyingine, ndio maana watu wanasemaga kwamba kila kitu negative huaga kina upande wa pili wa positive. So amepata fame, watu wanamfuatilia. Lakini ukiachana na hilo comment na maoni ya wadau mbalimbali zimekuwa ni nyingi kwelikweli. Kwa mfano hapa kuna mtu anasema kwamba, bwana, hizo video ziko wapi? Mbona mimi sijawahi kuzipata? E, kwa mtu anasema kwamba, bwana, huyu dada kwani amefanyaje? kwa sababu bwana, hebu nipeni update eh. Mimi ni wa mwisho kabisa kwenye hii issue, au niende zangu Twitter kuna mtu kuna mtu alisema bwana mtoto fundi kuamini so so so hili. Kama kweli huyu alikuwa binti wa mchungaji, of course, huyu binti bwana kweli ni mtoto wa mchungaji, lakini sio hapa Tanzania, ni nchi huko Nigeria. Watu wanasema, wengine wanasema Nigeria, wengine wanasema